Ya asante sana ndugu yangu Pasco. Swali zuri hilo linanichokoza kabisa ili niseme vizuri. Umesema kabla ya wazungu kuja huyo Roho Mtakatifu alikuwa wapi? Sasa Roho Mtakatifu anakuwa wapi? Roho Mtakatifu anakuwa mbinguni. Eh? Yeah. Wazungu waje wasije ila sasa nataka ku, kuwasaidia zaidi wa Kristo. Wanasema Roho Mtakatifu. Anasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa Mungu Baba si ni roho naamini kila mtu anakubaliana na mimi kwamba Mungu Baba ni roho kwa sababu Mungu ni roho. Sasa huyo roho Mungu Baba, roho sio mtakatifu? Lazima ni mtakatifu. Kwa hiyo ina maana Mungu Baba ni Roho Mtakatifu. Haya, Mungu Mwana anasema ni Yesu Kristo. Yesu Kristu ana roho na ana mwili. Sasa roho wa Yesu Kristo, si lazima naye ni mtakatifu? Kwa hiyo maana Yesu ana roho mtakatifu. Sasa hicho cha tatu wanachosemaga sasa hicho ni Roho mtakatifu peke yake ni kitu gani? Kwa hiyo hilo bwana maelezo yao hayatoshi kabisa eh, mimi nasema it does not make sense. Yaani haingii akili. Ukiruhusu akili yako ifikirie kwa uhuru utaona hii habari ya Roho mtakatifu eh, na akawa tofauti na, na Mungu Baba eh, walitengeneza hiyo doctrine, walinoa wali sana ile, walifanikiwa kwa sababu watu walikuwa hawaruhusiwi kutumia akili zao kwa uhuru na they don't ask questions and they don't even question the answers. Kwa hiyo ukiuliza swali hoji na majibu Roho mtakatifu. Na wewe naomba unayenisikiliza leo hapo, uliza mchungaji wako na mtu na pasta na Roho Roho Roho Roho mtakatifu mtakatifu, mtakatifu mtakatifu. Sasa sasa sasa inakuwa ni ni kitu tani, kitu gani? Wakati Mungu Baba ni Roho mtakatifu. Sasa huyu Roho mtakatifu peke yake nini? Na Yesu anasema naenda afu nitawaletea huyo Roho mtakatifu. Sasa wewe si una Roho mtakatifu? Ya? Kwa hiyo hapo tukasaa.